Ameieleza katika surati Tauba kwamba hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa taala ni miezi kumi na mbili. Ndani ya miezi hiyo kumi na mbili akaichagua miezi minne ambayo ni mitukufu, ikawa ni Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, na sisi tuko ndani ya mwezi wa Dhulqaada. Allah subhanahu wa taala akaiteua na kuichagua miezi hii kwamba ni miezi mitukufu, kisha akatuasa na kutuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum

Mtume anasema la tahasadu, msioneane choyo, msianifanyane husda wala tanajashu wala msiharibiyane, wala tabaghadu, na msi wala msikasirikiane kwa kukasirishana kwa maneno au kwa matendo, wala tadabaru, na wala msikatane, msitengane, msihamane lakini asiuze mmoja wenu katika biashara ya mtu mwingine, bali kuwe ni nyote ni waja wa Allah subahanahu wa taala na ni ndugu mwisilamu. Ndugu yake ni mwisilamu, hamdhulumu mwisilamu mwenziye, na wala hamdharau mwisilamu mwenziye, na wala hamfanyi kuwa ni murongo mwisilamu mwenziye. Kisha mtume akasema ucha Mungu uko hapa, akaashiria katika kifua chake mara tatu, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Kisha Mtume akasema yamtosha mtu kuwa ni muovu bihasabi mri'in minashari an yahqira akhahu muslima lmuslima, ya yatosha mtu kuwa ni muovu pale ambapo atakapomdharau ndugu yake muislamu. Ikiwa muislamu utakuwa na tabia ya kumdharau mwenziye muislamu, basi wewe tayari umethibitika, imethibiti kwa kwewe sifa ya uovu. Kisha Mtume akasema kila muislamu kwa muislamu mwenziye ni haramu damu yake haifai muislamu kumwaga damu ya muislamu mwenziye, kama zilivyokuja nusus: la yahilu damu mri'in muslimin illa liihda thalathi, usimwage damu ya muislamu mwenziye. Lakini si hivyo, ni haramu kudhulumu mali ya muislamu mwenziyo, lakini ni haramu pia vile vile kudhulumu au kuvunja heshima ya muislamu mwenziyo, ima kwa tuhuma au kwa maneno au kwa vitendo. Ndugu zangu, katika imani hasadi, wanaeleza wanawachuoni, hasadi ni nini katika mambo yaliyoharamishwa. Jambo la kwanza ni hasadi. Hasadi ni mtu kutamani neema aliipata mwingine iondoke. Mtu Allah amempa neema ya ilmu, amempa neema labda ya uchumi, kipaji, aina nau min anwai ni'ma, wewe ukaingiwa katika nafsi yako na kutamani, kwa nini fulani kapata neema hiyo? Hii ni moja katika aina za hasadi. Au ukachukia mtu fulani kuwa na neema, kwa nini fulani akapata hii pia inaingia katika hasadi, wewe ni hasidi. Au mtu akawa anaamini kwamba hii neema ambayo Allah amempa huyu mtu hakustahiki kupewa neema hiyo, bali hichi kizuri alichokuwa nacho yeye ndo ana haki ya kupewa vizuri na Allah na yeye ndo ana haki ya kumiliki vizuri na Allah, na mwingine hana haki. Utamuona mtu wa tabia hii anapopewa mwenziye neema na Allah subhanahu wa ta'ala, anaungua anateketea. Heya ni madhara ya hasad. aina aina hasad. hasadi na hii pia ni aina katika aina za hasadi. Kwa sababu hiyo, sasa ikawa hasadi ni mtu kuchukia kadhaa ya Allah subhanahu wa taala. Kama Allah amemfungulia mtu, kampa ilmu, kampa kipawa, kampa uchumi, kampa chochote, wewe ukachukia, maana yake unachukia ile neema ambayo Allah subhanahu wa taala amempa mtu, maana maanayake unamkasirikia Allah subhanahu wa taala na hauridhii

jiweke ni mbali na hasad, kwa sababu husda inakula matendo ya yule hasidi kama vile moto unavyotafuna kuni katika kuziunguza, ndugu zangu katika imani. Lakini si hivyo, hasidi anakuwa na roho mbaya, anakuwa na chuki, hayuko radhi kusikia mwenzake anapata neema, hayuko radhi kusikia mafanikio yanapatikana kwa mtu mwingine, na ashaddu min dhalik anaweza akamhusudu hata mwanaye, mke wake, ndugu yake katika imani. Hasadi haichagui. Wajibu kwa Muislamu anatakiwa afurahie zuri na neema ambayo ipo kwa Muislamu mwenzake, kwani maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalamu anatuambia, hatoamini mmoja wenu mpaka ampendelee nduguye yale ambayo anayapenda katika nafsi yake. Lakini hasidi hadithi hii inamuacha

za kwenda kuharibu jambo fulani, kuna jambo zuri anda kutia kasoro, kwenda kulivuruga, kwa kupeleka maneno, kwa kufanya hila na udanganyifu, almuhimu hichi kizuri kiharibike. Hii ni maana ya amu ambayo imehitaja ahlulilmi maana ya wala tanajash, pamoja na kuwa kuna maana ya najash ambayo imetajwa katika vitabu vya fiqh katika masala ya buyu. Wameeleza ahlul ahlulilmi kwamba eh, ni mtu kuzidisha katika bidhaa ambayo hataki kuinunua. Lakini katika tafsiri hii ya wala tanajashu, inabeba maana ya am ambayo ni maana lughawi, na ingia maana ya kisheria inda alfuqaha au inda ulamai alsharia. Yote imekatazwa kuzidisha bei hali ya kuwa hutaki kununua ili mwingine akose, au kwenda kuharibu mambo ya watu na mipango ya watu ambayo ni mizuri, ili kufanya ufisadi na kuharibu hili jambo. La pili mtume atuambia wala tanajashu. Kisha wala tabaghadu, msichukiane na wala msifanye sababu za kuchukiana kwa maneno au kwa vitendo. Lakini katika nukta hii kuna chuki ambayo imeruhusiwa kisheria, ikiwa utamchukia mtu kwa sababu ya kufanya jambo lisilokuwa katika dini, mfano ukamchukia Muislamu kwa sababu ya kufanya bid'a, hapo hautaingia katika makosa. Katazo lililokatazwa ni kuchukiana kwa sababu za maisha ya kidunia, kwa nafasi, vyeo, maarufu. Haifai kumchukia mwislamu wenzako kwa vitu kama hivyo, lakini akiwa ni mwislamu anafanya bidaa, inajuzu kumchukia na unalipwa katika kumchukia, kwa kwa sababu unatakiwa kuchukia pale ambapo unapoona dini ya Allah, subhanahu wa taala, inaharibiwa, na haiharibiwi isipokuwa inaharibiwa na watu. Ukichukia uharibifu wake unawajibika kumchukia pia yule muharibifu wa jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, jambo la tatu, jambo la nne, wala la tadabaru ai la tatakataru, msikatane na kuhamana, ukamkata mwislamu mwenzako, haumsemeshi haumzungumzishi. Hili pia lina ufafanuzi wake. Kutengana kwa sababu za kidunia haifai, kutengana kwa sababu za vyeo haifai. Ikibidi kutengana basi tutengane kwa sababu ya Allah. Ahlul ilm wameelezea, alhajuru qisman, kutengana kuna vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza hajru dinii, ni kumkata mtu na kumtenga, usimsemeshe usishughulike naye kwa sababu ya dini. Hili linaungamana au linahusiana na hukumu maalumu ya jambo hilo, kama walivyoeleza wanawachuoni katika vitabu. Mfano wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahama wale watu masahaba watatu, ambao watakhalafu fi ghazwati Tabuk, ambao katika ghazwati tabuki hawakwenda vitani, mtume swalla sallam akawafanyia muqataa, na hii imethibitishwa inda sahihi Bukhari na Muslim. Hadithi iko wazi maruf, hadithi ya Kaabu ibn Malik. Kweo, ukamuhama mtu kwa sababu ni muharibifu wa dini, ni mtu wa bidaa, haumsalimii, hii jaizi, wala kuna shida kuna baadhi ya watu hadahumullah Allah waongoze, wanashindwa kuelewa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalamu. Kupatikana hupatikana wa walinganizi wanaolingania katika batil, wakisimama katika baadhi ya manabi wakitaja dalili kama hizi. Anaposimama alimu au shekhe kusema huyu fulani amekosea katika dini, naye anasimama na, na hadithi hii hii anasema Mtume anasema eh, wala tadabaru msikataa na, jamani hii ni husda tusisemane-semane si sawa-sawa, haya hayafai. Lazima hapa pafahamike pawe wazi. Huyu anajitetea, lakini yuko katika batil. Anapokosea mtu katika jambo la dini, ni wajibu watu kusema wazi kwamba fulani amekosea katika dini, hafai kufatwa, kwa sababu dini hii siyo ya kwake wala ya baba yake wala mama yake wala yeyote kati yetu sisi. Dini hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na sote tuna uwajibu wa kuilinda na kuihami na kuitetea. Kwa hiyo anaposimama shekhi na kuradi kwamba fulani hayuko sawa katika hili, arekebike abadilike, huku siyo kusengenya, bali ndiyo ibada tan. na sitaki kurefusha mengi katika hili, ukisoma katika masaili ya manhaji ya kuwazi yameelezwa. Ndiyo maana Allah ametaja kisa cha Firauni, hayupo wewe, pia ukikaa wakati mgie unamtaja Firauni unamtaja Ubay ibn Ka'b unamtaja Abu, una Abu Lahab. Hawapo hawa, lakini unawataja kutokamana na yale waliyatenda ambayo sio mazuri, ili watu wachukue tahadhari na watu hao, au na yale waliyofanya watu hao. Kwa hiyo, masala ya kumhama mtu katika jambo la dini imethibiti, ama kumhama katika jambo la kidunia pia imethibiti. Wanawachuoni wanasema unaweza ukamhama ndugu yako, lakini isizidi siku tatu, kwa sababu mwanadamu alivyoumbwa ana furaha ana huzuni ana kasirika. Inaweza ikatokea katika hali ya maisha akukwaza ndugu yako, ukaingiwa na kitu katika nafsi, unaweza ukamkasirikia siku moja, siku mbili, ya tatu, lakini baadaye ukarejea, usizidishe ya tatu. Wasema ndani ya siku tatu katika lengo la kutengeneza. Jais wa mafauka dhalika fahuwa haramu, zaidi ya hapo ni haramu kwa sababu Mtume amesema, fauka thalathati ayamu, ukizidisha masiku matatu, basi utakuwa umeingia katika jambo ambalo ni la makosa kisha mtume wa salama akatukataza jambo la tano asiuze mmoja wenu kwenye biashara ya mwenzie ahlul ilmi wakatupigia mfano akasema hivi ni mfano an yaqula liman arada an yashtari sil'atan biashara ni mtu akasema kumwambia kuna mtu anataka kununua bidhaa labda kwa thamani ya shilingi elfu kumi huyu mtu kaja dukani anataka kununua bidhaa kwako kwa thamani ya shilingi elfu kumi jirani pia kunamuuza duka kama wewe akamwashiria yule bwana akamwambia, hapana, njoo ununue kwangu, mimi nitakuuzia kwa shilingi elfu tisa. Hilo limekatazwa hali ya kuwa yuko pale na hawajamaliza makubaliano ya biashara, hilo limekatazwa. Ni sura ya kwanza. Sura ya pili <coughs> ni mtu kununua bidhaa kwa shilingi elfu kumi, akaja mteja akanunua bidhaa shilingi elfu kumi, akaja mwingine mnunuzi pia akamwambia ah, bana, mimi nitakupa wewe, umekupa elfu kumi, mimi nitakupa shilingi elfu kumi na moja, niuzie mimi. Sura ya pili hii ni katika masala ya baiun ala bai'i akhihi au baiun ala baii badu. Na kwenye vitabu vya fiqh yameelezwa kwa mapana hayo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia kunu ibada llahi ikhwana, weni sasa, wote waja wa Allah ni ndugu. Allah kasema, waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao kwa baadhi wanapendana, lakini Allah kasema hakika waumini wote ni ndugu. Jambo lingine, Mtume akasema la ya dhulimu muislamu. Katika mambo yaliyoharamishwa ni kumdhulumu mwenziye, dhuluma kwa anuwaa zake zote, kwa maneno, kwa tuhuma kama nilivyoeleza, kwa kumkashifu, kwa kumsengenya haifai. Lakini kumsema mtu kwa sababu ya uovu wake, kuwatahadharisha watu na bidaa yake, hii siyo ghiba na hii siyo dhuluma. Anarejea hapa, na nitatoa mfano hapa nipatakatishe wazi naweza nikasimama mimbari hapa nikasema fulani kwa jina hafai, au akasimama mashehe yoyote wale wasiyejua, huwa wanatatizika. Unasikia sasa wa mashehe umekosa ya kufanya siku hizi, kazi zao ni kusema watu tu, hizi mimbari zimetengenezwa kwa ajili ya kusema watu, kugusa heshima za watu. Aha. kwenye mimbari akitaja mtu hatajwi aibu zake Aha. anatajwa yale makosa aliyofanya katika dini. hutosimama mimbari ukasema bwana fulani, bwana ni mzinifu, takuwa haujasoma na hakuna maelekezo ya dini anatufundisha hivyo. Fulani bwana anakula riba, hasa utakuwa haujasoma sababu, hizi ni uyubu na mapungufu ya binadamu, atubie kwa Mola wake, wala haifai kumfedhehesha. Kile wanachokisema mashehe ni kile ambacho kinataallaqi na dini, kwamba fulani amezungumzia jambo hili katika dini sio sawasawa. Ukisema hivyo, hujamdhulumu na wala haujamsengenya, na hii ndiyo tafsiri ya hadithi iliyokuja kwamba, udhukuru mahasi na mautaku tajeni mazuri ya maiti zenu, ni mazuri ambayo tayari yanataallaki na ule wema wao na mengine. Lakini kama alikufa akawa amezungumzia jambo katika dini haliko sawa, hatukai kimya. Kwa sababu kasha kufa tusiseme? Hapana, tunasema kwamba fulani alisema hili na hili haliko sawasawa. Na mfano wa kuweka wazi hapa, nyinyi pia katika maisha yenu haya yapo. Wakati mwingine umekaa na jamaa yako, anapita mtu, nawambia, sikiliza bwana, yule bwana si mwaminifu, yule bwana yule ni mtu si raia mwema, tahadhari naye sana, ni mtu mwovu sana. Wakati unamtahadharisha ndugu yako, haumwiti yule unayemsema kwamba mabana njo unamwita yule bwana na wewe na ndugu yako unaambia sikiliza, mimi nimekuita nataka nikwambie jambo, nikaona hatuna sababu ya kusemea pembeni, nilikuwa nasema hivi, ndugu yangu achukue tahadhari. na wewe wewe, ni jambazi, wewe ni raia mwovu, hatufani hivi, na nafsi yako imetulia kabisa, wala hauhisi kwamba unamsengenya, na hii ndiyo sawasawa kama walivyoeleza <coughs> bulimu, sigenia, e, kwa kumbiya, kumtuhum, kwa la yadhlimu hamdhulumu katika heshima yake, kumsengenya kwa kumpiga au kumtuhumu yale ambayo yanataallaki na shakhsia yake mwenyewe. Kisha akasema wala yakidhibuhu wala hamtuhumu na kumwambia kwamba wewe ni irongo eh, wala yakhdhulu na <coughs> Muislamu <coughs> haachi kumsaidia Muislamu mwenzake, Muislamu akipatwa na shida na tatizo ni wajibu wa muislamu kumsaidia muislamu mwenzake kisha jambo lingine akasema wala yahqiru na wala asimdharau ahlul ilmi wanasema kumdharau muislamu mwenzako ni kule kupatikana mtazamo katika akili yako kwenye fikra yako hujamwambia mtu lakini kinachozunguka katika akili yako unamwona kwamba huyu mtu ni wa hadhi ya chini huyu mtu duni mtu dhalili akili yako inakushawishi hivyo na unajua hivyo, hawatangazii watu. Lakini tukikaa msikitini, kwenye shughuli zetu, kwenye maisha yetu, unajiona kwamba wewe ni high class na mwingine ni mtu wadhi, ni mtu duni, hana thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hana thamani katika hii dunia. Ikipatikana hiyo katika akili yako, wewe unaingia katika hili lilokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam, au ukamdogesha na kumuona ni dhalili kwa sababu hana cheo Sio maarufu mjini, au nasaba yake hana nasabu kubwa, na yote haya ni katika jahilia. Kuna watu wamegawanyika, wana familia kubwa, na kuna familia zile kubwa kubwa, kuna familia za kati, kuna familia ndogo, kuna familia zisizokuwa ziz la mahala laha min al-i'rab. Wamegawana wanadamu hivyo, pia ikatokea e katika nafsi yake kwamba mimi ni familia kubwa, na nina heshima kubwa Akaona kwamba hili litampandisha daraja kuliko kumcha Allah subhanahu wa taala. <coughs> mtu huyu anaingia katika makosa, au akajiona ni bora kwa sababu katoka mji fulani na mwingine umetoka mji fulani. Mtume alayhi salatu wassalam, katika hili anazungumza kwenye hadithi man battaa bihi amalu lam yusri bihi nasabu, yule ambaye matendo yake

Allah asema nikawafanya kuwa ni makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali litaarafu, ili mpate kujuana, huyu ni Mchina, huyu ni Mswahili na mfano wake, inna akramakum inda Allahi atqakum. Lakini mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa taala ni mchama. Lau kama nasabu ingekuwa yamnyanyiwa mtu na kumfanya kuwa ni bora na akabweteka kutokutekeleza maamrisho ya Allah, ati kwa kudhani atabebwa na nasaba yake